Baba yetu tunasema asante kwa siku hii yenye baraka tele maishani mwetu. Tunakualika sasa ukatupe roho wako akatuongoze katika maneno haya, kwa jina yako Yesu Kristo, amina. Leo ninapenda tuzungumzie nini? Ni lazima tuyafahamu majukumu yetu. Wewe kama upo ndani ya familia, basi una wajibu wa kutenda juu ya familia yako. Kama wewe ni mama, basi una la kutenda. Kama wewe ni baba, basi una la kutenda, na kama wewe ni mtoto pia unalo la kutenda ndani ya familia. Lazima unatakiwa uyajue majukumu yako, na ukishayajua uyatende, na ukishayatenda mambo mengine yanayobaki yote umwachie Mungu. Ninapenda sana kuzungumza na wewe mwanamke, mke wa Kikristo ambaye uko ndani ya ndoa kwa nini? Kwa sababu wewe ni msingi, wewe ni msingi wa familia. Mimi ninayeongea hapa, kama mke, kama mama ndani ya familia, mimi ni msingi kuhakikisha kwamba familia yangu inajengeka katika ile misingi ya kumpendeza Mungu. Mimi ndiye ambaye nina wajibu wa kufanya hivyo, na baba, yeye ni kiongozi, kutuongoza kwamba tunaelekea wapi kwa hiyo yale baba atayotuelekeza, atayokuwa anatuelekeza kwamba tunatakiwa tuelekee wapi, mimi mama ndio natakiwa ni yajenge sasa, nihakikishe kwamba watoto wanafuata na mimi pia ninayafuata sawasawa sawa na mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo sasa ndani ya familia tunaona kabisa kwamba kila mmoja ana majukumu yake. Kwa hiyo wewe kama mama ni vyema sana utende majukumu yako sawa sawa na neno la Mungu linavyotaka utende. Neno la Mungu linasema sisi kama wake inabidi tuwaheshimu maume zetu. Hilo ndilo jukumu letu, kuwaheshimu. Lakini pia tunaambiwa sisi kama wamama kwamba kulea watoto kuwafundisha maadili ni wajibu wetu. Ndio maana kuna fungu linalosema mwana mpumbavu ni mzigo kwa mamaye, kwamba mtoto ambaye ana tabia sizo njema anakuwa ni mzigo kwa mama yake, kwa sababu mama yake hajamfunza. Kwa hiyo tunaona kabisa majukumu yetu ni kulea watoto, kuwafundisha, na baba kumpenda mke wake, kuhudumia familia. Haya ni baadhi ya majukumu ya baba, na watoto kutii wazazi waheshimu wazazi. Kwa hiyo hapa moja kwa moja tunaona kabisa kila mmoja ana wajibu wake wa kufanya, ana jambo la kutenda, ana majukumu juu ya mabega yake yanayompasa ayatende, na asipotenda ina maana ni makosa. Sasa leo napenda tujikumbushe tu kwamba unapofahamu majukumu yako sasa mimi ni mama, mimi ni baba, mimi ni mtoto ndani ya familia yanipasa nitende hivi na hivi, basi ni vema uyatende na mambo mengine umwachie Mungu. Wewe kama mama, wewe kama baba, wewe kama mtoto, unaweza kuwa unapitia changamoto nyingi ndani ya familia yako, lakini hiyo haimaanishi kwamba uache kutenda majukumu yako. Wewe kama mama, unaambiwa muheshimu mume wako. Duniani tunayo dhiki, ila tujipe moyo kwa sababu Mungu ameushinda. Hakuna anayesema kwamba ndani ya ndoa maisha yatakuwa rahisi, hakuna anayesema ndani ya ndoa patakuwa na furaha kila siku, lakini neno linasema mheshimu. Haijalishi mume wako ana tabia gani, haijalishi ana matendo gani, tunaambiwa tumheshimu. Tunaambiwa sisi kama wake ndani ya ndoa, mheshimu Mwanamume naye anaambiwa mpende mke wako. Haijalishi amepoteza vuzuri, aijalishi anaonekanaje, ana tabia gani, haijalishi anafanya nini. Jukumu lako ni kumpenda na kuhudumia familia yako. Mama, jukumu lako ni kumheshimu baba na kutunza watoto wako. Na watoto, ni majukumu yenu kuhakikisha kwamba mnawaheshimu wazazi wenu katika kitabu cha Timotheo wa kwanza sita ishirini tunaambiwa tujilinde, tujilinde na hiyo amana, tujiepushe na maneno yasiyo ya dini, yasiyo na maana na mashindano ya elimu iitwayo elimu. Elimu zipo nyingi sana ulimwenguni, watu wanafundisha wanayoyajua yajua lakini neno litabaki pale pale. Mama unapaswa kumheshimu mume wako, baba unapaswa kumpenda mke wako, watoto mnapaswa kuwaheshimu wazazi. Neno linasema tujiepushe na elimu iitwayo elimu. Kuna elimu nyingi sana zinazopotosha zinazofanya kwamba familia za yumbe yumbe zisijue zinaelekea wapi. Neno la Mungu linasema tujiepushe na elimu ambazo ni elimu za uongo, na elimu hizi ndizo zinazosababisha ndani ya ndoa watu wajione kana kwamba okay, kwa sababu hanipendi, kwa sababu haudumii familia, hana kazi, yuko tu nyumbani, hafanyi chochote, ni vivivu, unaacha kumheshimu mke wako kwa sababu ana maneno machafu ehe? Ni mchafu, huenda hapendezi tena, audumi hafanyi vizuri kama ilivyokuwa anafanya hapo awali. Unaacha kupenda watoto. Kwa sababu wazazi wenu huenda, ehe, hawajasoma au huenda wakati mwingine ni kweli wanakosea sehemu fulani, wanawaambia maneno fulani au wanafanya vitu fulani ambavyo huenda kweli ni makosa, unaacha kuwaheshimu wazazi wenu. Unaona kana kwamba hapana, baba hapa amekosea ni kweli amekosea, lakini muheshimu mzazi wako. Imefika wakati sasa tutafakari kwa kutumia neno la Mungu kwamba ni wapi tumekosea, ni wapi tunatakiwa tuelekee, sisi kama wanafamilia ndani ya familia. Mimi kama mama, ni yapi ambayo natakiwa niyarekebishe ili familia yangu iwe katika mazingira mazuri? Wewe kama baba, ni yapi ambayo natakiwa niyafanye? Ni lipi ambalo sijalikazia, sijalifanya, ndio maana familia yangu iko hapa ilipo? Wewe kama mtoto, ni yapi ambayo sijayafanya? Ni matendo gani inayoyafanya ambayo inafanya wazazi wangu wasio na furaha pamoja nao? tutakapojirekebisha sisi wenyewe bila kuanza kutazama mwingine ajafanya jukumu lake, mbona mimi anataka nimheshimu lakini yeye anipendi, mbona wa, wa, wa, wa, watoto hawa wanataka niwahudumie lakini hawaniheshimu. Tutakapofanya jukumu, utakapofanya jukumu lako, ukaacha kazi nyingine, mambo mengine, ukamwachia Mungu kwamba, Mungu wewe unataka nimheshimu mume wangu, mimi nitamwheshimu, nitamuombea. Jukumu lake yeye ni kunipenda, anipende asinipende mimi jukumu langu ni kumheshimu wewe. Baba utakapotambua kwamba jukumu langu mimi ni kumpenda mke wangu, kupenda watoto wangu, kuwahudumia mm-hmm. haijalishi mazingira yakoje, hayo ni mawimbi, hayo ni majaribu, mimi nitasimama kufanya majukumu yangu bila kujali kwamba familia yangu ikoje. Mtoto utakaposimama ukasema, wazazi wangu hata kama wako hivi na vile ni kweli, Mungu wasaidie, lakini mimi nitawaheshimu, basi tutakuwa na familia imara, tutakuwa na, na mianzo mipya tena ndani ya familia. Kila mmoja atakapotenda majukumu yake sawasawa, sawa na mapenzi ya Mungu, basi familia zitakuwa zimesimama sawasawa, sawasawa na neno linavyosema na kama familia zitasimama, kila mmoja atajua majukumu yake, jamii zetu pia zitakuwa sehemu salama. Kila mmoja atapojirekebisha kujua kwamba aha, kumbe sitaki kumwangalia mwingine anafanya nini, natakiwa nijitazame mimi ninafanya nini badala kumnyoshia mkono kwamba mume wangu mimi ni malaya sana. Ehe, je, umekaa chini ukamwombea, mm, ukafanya majukumu yako ya kuomba mama wewe ndiye ambaye unatakiwa unakaa katika magoti kuomba kwa ajili ya familia yako. Unapokaa wewe mtoto kusema wazazi wangu mimi wako hivi na vile, je, umetenga muda wa kuomba kuwaombea eh, kuwaheshimu, kuwapenda jinsi walivyo? mm -hmm. Wewe baba unayelalamika kwamba mke wangu mimi anaongea sana, yuko hivi na vile, watoto wangu wako hivi nyumbani, hapana hapana mwelekeo mzuri. Je, umempenda mke wako sawasawa, sawa na Biblia inavyosema na sawasawa na neno la na Mungu linavyosema. Je, umewahudumia vizuri sawasawa na neno linavyosema? Ukaona mabadiliko yote ndani ya nyumba. Kila mmoja atakapofanya majukumu yake yani sawasawa na mapenzi ya Mungu, ndipo tutapoona mabadiliko ndani ya familia. Kusudia kwa lazima kufanya mabadiliko ndani ya familia yako, kusudia kwenda mbinguni na familia yako. Muda sasa umefika. Kila siku tunapoita siku kwamba leo tumelala tumeamka, leo ni siku mpya, ndivyo tunavyokaribia mwisho wa maisha yetu, ndivyo tunavyokaribia ule mwisho. Mpendwa, hujui lini siku yako, hujui maisha yako lini yatakoma. Sijui maisha yangu lini yatakoma, lakini ninachojua ni siku hii ambayo sasa nipo, ninajua ndiyo siku yangu kwa hiyo hivi leo unavyonisikiliza, Mungu akapate kukubariki akapate kukusaidia sana, upate kufanya mabadiliko ndani ya familia yako. Lakini mabadiliko hayo sio uende ukaanza kumwambia mume wangu mimi hivi nataka hivi, hapana, si kuanza kuambia watoto wangu mimi nataka mfanye hivi na vile, hapana. Anza mabadiliko wewe mwenyewe, kama mama wewe, kama baba wewe, kama mtoto, kachi jitathmini kwamba ni wapi ninatakiwa nibadiliki ni mienendo gani ninayoifanya inayofanya familia yangu isiwe imara? Kwa nini talaka zimekuwa nyingi? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini watu tumebadilisha mielekeo? Badala ya kujenga familia, tunataka kujenga vitu visivyofaa. Kwa hiyo wewe kama mama, mimi kama mama, mimi kama mke, wewe kama baba, wewe kama mtoto, fanya jambo kwa ajili ya familia yako, kwa ajili ya ustawi wa familia yako, kutengeneza mazingira mazuri ya familia yako, ili umruhusu Kristo ndani ya maisha yenu, ndipo mtakapoona badiliko, na si badiliko tu la kiroho, lakini pia badiliko la kijamii. Mungu akapate kukubariki sana akapati kukupa siku njema, akapati kukupa mianzo mipya, wewe pamoja na familia yako. Si tuone. Baba yetu na Mungu wetu, tunasema asante kwa neno hili. Tazama familia familia zimekuwa sehemu ya machungu, kila mmoja amesahau majukumu yake. Sisi wake tumekuwa wagumu, hatuwaheshimu waume zetu, tunawatazama na kuwadharau. Waume nao wameacha kutupenda. Baba wa rehema wameacha hata kuhudumia familia. Wanawake tumeangaika, badala ya kukaa nyumbani na kulea watoto tumetoka nje na kuangaika na maisha na, na mahangaiko yote. Baba wa rehema, tumeacha kufanya yaliyo majukumu yetu, na watoto nao wamekuwa na masikio magumu wasikilize wasikilizi wazazi wao. Baba tusamehe tusamehe Mungu, katupe mianzo mipya tena. Yeyote anayenisikiliza awe ni baba, awe ni mama, awe ni mtoto, mbariki akafanye majukumu yake, na mengine yote akakuachie Mungu mbinguni. Kapati kutupa mianzo mipya kwa uwezo wako na roho yako akayekiongozi. Tunasema asante kwa pendo lako, kwa jina Yesu Kristo, amina. Basi mpendwa, unayenitazama, Mungu akapate kukubariki sana. Usisahau kulike, usisahau kushare, usisahau kucomment, lakini pia usisahau kusubscribe ili kila nitakapokuwa narusha video nzuri kama hizi uwe miongoni mwa wale ambao watapata notification. Mimi ninaitwa Judith, tukutane katika kipindi kingine. Asante na kwa heri.